Bye, baby. Okay, bye. Oh, ah! Oh, my God! Oh my God. Ah! Oh my God. Ah! Kama mnavyojua ndugu zangu, tumefikia katika hatua za mwisho kabisa kuelekea katika uzinduzi wa albamu yangu na nafikiri Mungu ametusaidia kwa kiasi kikubwa mpaka tumefika hapa na tumefanya juhudi za hali ya juu. Uh, kikubwa ningependa tu leo tutumie muda huu kwa ajili ya kujikumbusha uh, ile chorus ya wimbo wetu mpya ambao nadhani huu utaenda kwa ajili ya kupromote album. So nilitaka leo tu rieso bila vyombo, nione uh, kama vocals zimekaa sawa na natumaini mko tayari. Are you guys ready excited au sio? Mwenyezi Mungu atutangulie. 1, 2, 3 go! Amenipa amani, amenipa furaha, amenipa zaidi ya nilichomba, amenipa faraja

Amenipa furaha, amenipa zaidi ya nilichomba, amenipa faraja. Aha. wako vizuri naona, yeah, kila kitu kiko sawa. Safi sana sasa. Saa, hakikisha yeah, kila kitu unaweka sawa Ukumbi medias, kila kitu weke sawa. Sawa yeah. Ah, yeah. Yeah. Asante sana mheshimiwa. Asante sana. Asante, Asante sana. sana vijana naona mko vizuri kabisa. Yeah. Safi sana. Bwana Yesu asifuwe. Mbarikiwe sana vijana wa Yesu. Zaliwa jana hivi. Nipe changu niondoke <laughs> Sio nanimiliki, sio mimi nakumiliki, no hmm. pesa yangu tanakumiliki, no hmm. Nenda kamsalimia binti yako nombe, mda so mrefu na kuletea posa.

Mina, leo ndo siku ya kumbukizi ya kifo cha mama, na alinijia ndotoni, lakini sikukumbuka. Na Mina, unajua kwamba mi siku zozote zile ambazo zinakuwa ni siku kama ya leo ya kumbukizi kifo cha mama sikutani na mwanaume siku moja kabla. Lakini leo nawezaje kwenda kaburini nikiwa jana tu ashinda jana hadi leo nimeshalala na wanaume wawili tofauti? Ni mchafu molongo, ni mchafu, siwezi hata kukaribia kaburi la mama. No, no no. No, acha kulia Acha kulia, Beri. Huwezi acha kwenda kumtembelea mama, unazani Beri? hata ukiwa msafi haibadilishi ukweli wa mambo. Ukumbuke Beri, siku hazisimami kwa ajili yako. Amka, vaa nguo, uende ukamtembelee mama. Acha kulia. Utalia mpaka lini, Beri? Haya ndo maisha yetu tulochagua, Beri.

Uliondoka kwenda kanisani ulichelewa kwa sababu ya ulikuwa unaandaa kifungua kinywa. Lakini sasa umewahi kurudi kwa ume, umeharakisha kwa sababu tu ya kuja kunipa dawa rozipana. mm -hmm. Baba, nimewahi kurudi kwa sababu nilichelewa kwenda mm -hmm. Asante sana mwanangu, Mungu akubariki sana. Amina baba. Naona bako kimya, mama jarudi hatasele Oh, my God. I miss you guys. <laughs> Wow. I miss you you guys. Come on, come on, guys. <laughs> Wow. Wow, wow. Come come on, out baby. Hmm? ima unaingia kesho na ndege saa kumi

Mama, siwezi kusonga. Nilipita kwenye shida, kusalitiwa na nani niliyempenda nikapiga moyo konde, nija nikupa usia wako kujaribu mama, lakini nikaumizwa mama. Hakuna kazi mimi ambayo niliipata au ambayo nilikuwa naomba

kwa elimu yangu ndogo na umri wangu mdogo nilishindwa, nilishindwa kuvumilia ah. ah. ah. ah. Siwezi. Kwanini? Maana watu wote wananijua hivyo, dunia nzima inanifahamu hivyo mama. Maisha yangu amekuwa na sura mbaya, amepakwa rangi mbaya mama, lakini nataka tuniseme, sija sahau mi, sijasahau sahau mama, nitalipiza mama, mama nitalipiza kisasi mama

Tosha hicho asante. Sana mwanangu, asante mno. Mm, barubedo kidogo <laughs> uh -huh. Bila wewe mwanangu sijui ningekuwa na hali gani. Usijali baba, muda sio mrefu, utarudi kwa sana utarudi kazini. Wewe wena toka jana upo nyumbani, ulikuwa wapi ha? Binti yako kipenzi si yupo, unakula na kunywa dawa kwa wakati, mimi wa kazi gani? Acha kuniuliza maswali kiupuuzi puuzi. Wewe wewe huogopi Yeah. Mara ngapi nimekuambia kwamba usinywe pombe hapa na wala kuvuta sigara hapa nyumbani kwangu eh? Mara ngapi! Sitaki ujinga, sitaki ujinga nyumbani kwangu. Kama unajiona umekua basi ondoka hapa ukajenge mji wako. Hapa utaishi kwa kufuata amri zangu. Na amtakatifu za Mungu Eba. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Jumapili ijayo kama hautakuja kanisani jua kwamba ni siku yako ya mwisho kuishi ndani ya nyumba yangu. Samani, sikudhamiria kabisa kukusumbua. Mboje, jitazame kwanza. Unaonekana wewe ni mtu mstaarabu sana, lakini kumbe ni wahovyo kabisa. Ni bahati mbaya, dada yangu, bahati mbaya, bahati mbaya kukaa kusikiliza maongezi ya mtu ya faragha. Kwa nini usingeondoka? Ah, mama zetu wamelala karibu, hiyo ndio sababu. Alafu isitoshe, nilikuwa tayari nimeshafika, na maneno yako kusema ukweli yameniingia sana, yamenigusa kiasi ambacho nimeiona kabisa miguu yangu inafunga inashindwa kabisa kupiga hatua mbali na wewe. Samani, samani. Najiuliza, sipati sababu kwa nini kila siku yanakuwa kwangu? Simon acha brother, hupaswi kabisa kumsogelea ule msichana paparazi wa kitukuta. Umekwisha serious? Kwa nini ule msichana nani? Watu wote wa mitandaoni na udaku Tanzania nzima wanamjua mwendi Bel kasoro nyinyi tu, watu wa dini ndio wamemjua Bel ya yeah, anaitwa Bel. Ni mrembo maarufu sana kupitia mitandao ya kijamii kwa picha zake za utupu na urembo wake kwenye video za muziki pia ni kaaba mashuhuri mara nyingi sana huweka dau lake Instagram kwa mwanaume yoyote anayemtaka usigande mzee vipi bro. Wakati nilisota mengi, nikakosa, nikakata tama, siwezi kusonga, nilipita kwenye shida.